vimekupa vimekukabidhi mabegani uhakikishe unavikamilisha. Uh, in fact mimi na vipaumbele kwenye maeneo matano mm, muhimu yeah. mm. Eneo la kwanza nita ninakwenda nina kusimamia master plan ya mji wa Moshi mm, yeah, ambayo nimeona kwa kiasi kubwa na vurugwa na ndugu zetu ulioachia halmashauri mm. Na maeneo ya wazi ni moja sehemu moja muhimu sana yeah, katika mji wowote mm lakini pia la pili, nitahakikisha nasimama kwenye huduma bora za afya. Yeah. na la tatu, nitahakikisha ninakwenda kuanzisha kituo cha kuibua vipaji kwa vijana wetu, mm -hmm, kwa sababu tuna hazina kubwa sana ya vijana wenye vipaji tofauti, lakini vile vipaji haviendelezwi vitunzwi. Sasa nataka nikaanzishe kituo maalum cha kuibua vipaji, kwani vipaji sasa hivi ni ajira, lakini kitu kingine cha msingi zaidi nategemea kwenda kutumia rasilimali za halmashauri kuongeza mapato ya ya halmashauri. Kuna rasilimali ambazo zimetelekezwa, sasa kupitia zile nategemea nitaenda kuongeza mapato ya halmashauri. Na mapato ya ndani ya halmashauri yanapoongezeka tunapata fursa hata ya kuwasaidia vijana, akinamama kwa ajili ya mitaji mm. Na in fact tunaweza pia kufanya kuboresha maeneo muhimu kama kwenye elimu na afya kupitia mapato hayo ambayo maamuzi na mipango yake yote hufanywa na baraza la madiwani. Mm -hmm. Na kwenye sekta ya michezo ninategemea kwenda kuwekeza kuanzisha kuhakikisha tunakuwa na timu sisi, kama wananchi wa Moshi, timu ya wananchi mm -hmm. ya mpira wa miguu kwa wanaume na wanawake. Kwenye michezo mingine pia tutawekeza kama kwenye riadha, volleyball. Zamani mji wa Moshi ulikuwa maarufu kwenye swala la mchezo, hasa volleyball tulikuwa tuna mashindano ya Bonite hapa mm. ambayo alikuwa anashirikisha timu za ndani na nchi ndani ya nje ndani ya nchi na ndani na nje ya nchi, nchi, nchi, nchi. Mm. Lakini mashindano yale yamekufa, nadhani kwa kushirikiana, kama utakuwa kiongozi makini, ukienda Bonite ukiongea nao na nikatafuta wafadhili wengi, wengine, mashindano yale yanaweza yakarudi, kwa sababu pia ilikuwa ni fursa ya kiuchumi kwenye mji wetu mm. walipokuwa yeah. wanakuja wale zile timu washabiki wanakuja mfanya biashara kwa, kwa namna moja au nyingine wanufaika na mashindano mm. Kwa hizo ndo vipaumbele vyangu ambavyo iwapo nitapata ridhaa kwa wananchi naenda kufanyia kazi. Sawa sana. Okay, so, nilikuwa nataka nifahamu jambo moja kwenye hili suala zima la kutumia rasilimali za almashauri kuongeza mapato ya ndani ambayo umesema tutakwenda kusaidia sehemu mbalimbali kwa ajili ya serikali kuboresha maeneo ya elimu na maeneo mengine ya afya. Uh, nitaka nifahamu kivipi hasa hakikisho hilo unaweza kulitoa kwa wananchi? E, kwanza na historia mm -hmm. Nikiwa diwani mm -hmm. kuna miradi ambayo ilitekelezwa kwenye halmashauri yetu ambayo ni wazo langu okay. Wazo langu na wenzangu nilikuwa nao kaunga mkono. Kwa mfano kuna kipindi baada, baada ya serikali kuu kuchukua baadhi ya mapato ya ndani ya halmashauri tulipungukiwa sana na mapato. Nilikwenda na hoja ya kutumia eneo ambalo lilikuwa alitumiki la machinjioni tukaweza kuzungusha vibanda tukapata wawekezaji wakaweka vibanda pale vya biya biashara ambavyo nadhani mpaka leo vinaingizia halmashauri mapato. Kwa hiyo kuna jengo lilokuwa mahakama ya mwanzo zamani, mm -hmm. jengo lile la halmashauri mahakama imeshahama lile jengo, limekuwa kama gofu, liko eneo nzuri ambalo eneo tunaweza tukafungua, tukaliboresha tuka mm -hmm. tukalifanya ni eneo labda la maofisi, tukianzisha pale kama tukitengeneza ofisi nzuri hata mawakili wetu wanaweza wakakodisha, itakuwa ni eneo moja la kuingizia mapato halmashauri. Eneo la Uhuru Paki, eneo la Uhuru Paki ni eneo la kihistoria, lakini eneo lile bado tumeshindwa kulitumia. Sasa hivi imekuwa ni kichaka, na upande mmoja amepewa mwekezaji, lakini pia imeondoa ile dhima nzima ya eneo lile. Iwapo nitapata ridhaa ya kuchaguliwa ku, eneo lile kuna mambo mengi sana yanaweza kafanyika pale ndani ambayo itakuwa ni chanzo kikubwa sana cha mapato ya halmashauri. Kwa mfano, tunaweza tukatenga sehemu mojawapo eneo lile tukatengeneza michezo ya watoto. Mm -hmm. Mm -hmm. Weekend we mzazi na familia yako mnatoka pale mnaenda mna enjoy watoto na bembea tukatengeneza swimming pools ndogo za watoto. Yani, tukafanya michezo kama alivyokuwa anafanya Mr Price pale kwenye eneo lake. Mm -hmm. Nadhani unaona wakati wa sikukuu alikuwa anaingiza a lot of money. Yeah. Kwa nini mapato yale tusiyatumie halmashauri? Mm-hmm. Pia tunaweza tukatumia eneo lile kuanzisha mafunzo ya usindikaji wa wakinamama. Mm, kwa valu ya ya bidhaa mbalimbali ambazo zinapatikana Kilimanjaro. Mm. Tunaweza tukatumia eneo lile kuanzisha mahali hata pa kufanya midaalo kujadiliana na vijana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Mm. Kwa hiyo viko vitu vingi sana unaweza tukatumia kwenye eneo lile kwa ajili ya kuiongezea halmashauri yetu mapato. Mm. Lakini vile vile nikiwa diwani